Karibu katika chaneli yetu ya Tech Vibe TV. Leo tutakwenda kujifunza ni jinsi gani ya kurudisha vitu vilivyopotea katika simu yako. Kama ulifuta picha, video au nyimbo kimakosa, hii ndo namna ambayo nitakwenda kuelekeza jinsi ya kurudisha hivyo vitu, bila kusahau kusubscribe, kushare, kucomment ili wa kwanza kupata teki mbalimbali zinazotolewa na chaneli hii ya Tech Vibe TV. Karibu. Hatua ya kwanza, utaingia katika faili lako, utaingia kama hivi. Baada hapo nitakuonyesha, nitajaribu kufuta baadhi ya nyimbo hapa, ili uweze kuona namna ambazo tunaweza tukazirudisha, na sio nyimbo tu, unaweza ikawa ta picha video na kadhalika kwa mimi nitaanza kufuta hizi nyimbo, nitajaribu kuzifuta, nitaziselekti kama hivi, kama hivi, nyimbo zangu tano nitazifuta. Nimefutika kabisa. Baada hapo, utarudi nyuma. Sasa hapa wewe makini kidogo, maana ndo nitakuelekeza jinsi ya kuvirudisha hivyo vitu. Utabonyeza hii mistari mitatu hapa juu, utazigusa baada hapo utaenda katika sehemu alipoandika trash, utabonyeza baada hapo, utaviona vitu vyako vyote ambavyo ulishaye kuvifutaga kipindi cha nyuma. Utaangalia vitu ambavyo unataka kuvirudisha. Mimi nitabonyeza hizi nyimbo ambazo nilizifuta muda ule, ndo nazirudisha. Nitabonyeza hapa restore. Baada ya kuliselect kama hizi, kuzichagua, tutabonyeza sehemu alipoandika restore, tutabonyeza restore file, hapo tutakuwa tusharudisha nyimbo zetu, tutakuwa tusharudisha nyimbo zetu. Tukija huko katika audio, nyimbo zetu hizi hapa zisharudi. Asante sana kwa kunisikiliza, bila kusahau ku subscribe ku share ku comment na ku like, ili wa kwanza kupata video zetu pindi tunapopakia tunapeka katika channel yetu ya Tech Vibe TV. Asante sana.